Tunapokuambia wewe kula mboga za majani, sio kwa ajili yako. Humo kwenye tumbo kuna wadudu wanaitwa microbiome, wako bilioni arobaini. Na swali kubwa, hata sisi kwenye sayansi hatulijui, hawa wadudu wameingia lini, wanakaaje huko ndani? Muumba wetu ndo kawaweka kule. Tunapokuambia wewe kula mboga za majani, ni kwa ajili ya kuwalisha wale wadudu, kwa sababu kati wanapokuwa wengi, ndo wanavyokupa wewe kinga yako. Mashallah, takbir! Na ndo maana huwa mara nyingi tunasema msitumie antibiotic ovyo, kwa sababu antibiotic zikiingia kule ndani, hazijui huyu ni mdudu salama, huyu ni mgonjwa, inawaua wote. Sasa ile balansi inapopotea pale, ndo matatizo yanapoanza. Leo profesa umeeleweka kuhusu majani tunapokazania sana leo, umeeleweka rasmi, sasa kula mboga za majani. Wewe ukisikia tumekuambia kitu chote kinachoitwa fiber, ni kwa sababu ya kwenda kualisha wale wadudu, kwa sababu wale wadudu ndio wanatupa sisi kinga, ndio wanatupa balance. Mimi vitu vingapi vya sumu na kula vichafu nakula, lakini wale wadudu wanapigana.